Wachungaji, mitume na manabii, Bwana Mungu amenituma kwenu na kwa wale wote wasiotenda haki, ya kwamba acheni kutenda mabaya, acheni kupotosha watu, acheni kuongoza kundi lake kwenda jehanamu kwa matendo yenu ya uovu. Mnatangaza sheria yake, lakini hamyafanyi mapenzi yake. Mmeweka agano lake katika vinywa vyenu, lakini mnatenda maovu maneno yake mmeyatupa nyuma. Mmekuwa watu ambao mko radhi kushirikiana na wezi, mmekuwa radhi kushirikiana na wazinzi, mnatunga hila, mmekana kuwasengenya watu wengine, watu wa kusingizia watu wengine. Mnatangaza sheria ya Mungu, mnafundisha watu waache kuzini, lakini ninyi mnakuwa viongozi, lakini ninyi ndio mnaofanya hayo. sasa kila mtu atengeneze mwenendo wake.